Sisi wote sisi wote, sisi raia wa nchi hii tuna haki ya kuwasema wale ambao tumewapa mamlaka. Tuna haki ya kuwakosoa wale wote ambao tumewapa mamlaka. Tuna haki ya kuwakemea. Hatuhitaji kuomba fadhila kwa mtu yeyote tuna haki hiyo, kwa mujibu wa katiba ya Tanzania na kwa mujibu wa sheria za Tanzania. Ni haki, nimesema, sio sio fadhila, sio fadhila na sio kosa la jinai. Sheria yetu wanasema uchochezi, uchochezi, uchochezi sio, sheria yetu ya uchochezi na inasema hivi na imesema hivi tangu mwaka hamsini na tatu ilichungwa mara ya kwanza mwaka hamsini na tatu Imesema hivi: haitakuwa uchochezi kwa mtu yeyote kutoa kauli yoyote ambayo lengo lake moja ni kukosoa matendo ya serikali, oh, au kukosoa, wow, au kukosoa sera za serikali au kukosoa mipango ya serikali na serikali kuanzia rais, mpaka mfagizi wa chini wa ofisi. Sheria yetu hiyo inayoitwa ya uchochezi, tunatukanwa nayo kila siku, inasema sio kosa kumkosoa rais na serikali yake. Na inasema kitu kingine, sio kosa, sio kosa kutoa kauli kwa lengo la kuiondoa serikali madarakani kwa njia zilizowekwa na sheria, kwa njia zilizowekwa na, na sheria kosa. Na sio kosa kuelezea uovu wa serikali kwa nia ya kuubadilisha, sio kosa kwa mujibu wa sheria hiyo inayotengeneza makosa ya uchochezi. Sasa, sasa eh, ukisema wanakukamata, wanakushtaki kwa uchochezi Ukisema wanakupiga, ukisema unapelekwa Segerea au Central au Oysterbay. Upelekwi kwa sababu, upelekwi kwa sababu, kwa sababu umekosa, unapelekwa kwa sababu una akili ya kutosha ya kutumia haki yako kukosoa serikali. Na waombeni tafadhali tutapita njia ngumu sana, tutapita njia ngumu sana. Hii haitakuwa mara ya mnafahamu, sio mara ya pili wala sio ya tatu wala sio ya nne wala sio ya tano. Hesabu zangu, hii ni mara yangu ya saba, nafikiri si mara ya mwisho. Bado tutakamata, bado tutafunguliwa mashtaka, bado tutapigwa bado tutafungwa, ukikaa vibaya lakini, naombeni naombeni mfahamu hicho ndicho kisema, yote haya yanafanyika, sio kwa sababu sisi ni wahalifu, yanafanyika kwa sababu tunafanya kile ambacho sheria inataka tufanye. Wenye hofu, wenye hatia, ndio wanaona nafanya vibaya. La mwisho nisiwe na mengi sana. La mwisho nime- nimefuatilia baada ya kusema tususiwe kimataifa, kuna watu wamepiga kelele sana Zito pamoja na wengine. Naomba, naomba naomba nifafanue tena, nifafanue tena, serikali inapokiuka haki za raia wake, serikali inapoanza kuwa serikali ya kikandamizaji, inapoanza kukamata watu na kuwafunga bila sababu, serikali hiyo inastahili na inastahili kususiwa kiuchumi, kidiplomasia, kisiasa, kila mahali. Ndivyo tulivyofanya, ndivyo tulivyofanya miaka ya ubaguzi wa rangi. Ndivyo ambavyo dunia nzima huwa inafanya kwa watawala wakandamizaji mahali ndivyo ambavyo dunia imefanya dhidi ya Robert Mugabe kwa sababu akandamiza wananchi. Ili usipitwe na matukio muhimu ya kitaifa na kimataifa, exclusive interviews za wasanii na wanasiasa maarufu, jiunge na familia Global TV Online. Kwa wewe mtumiaji wa kompyuta au laptop, fungua browser kisha search neno YouTube